Kadinali Robert Francis Prevost ni mmoja wa viongozi wa kipekee waliowahi kulitumikia kanisa Katoliki, na mnamo Mei 2025 alichaguliwa kuwa papa mpya wa kanisa hilo akajulikana kwa jina la Papa Leo wa kumi na nne. Yeye ndiye papa wa kwanza kutoka nchini Marekani, tukio ambalo limeandika historia mpya katika kanisa Katoliki la ulimwengu. Kupitia maisha yake ya huduma, elimu na uongozi, Robert Prevost ameonyesha dira ya kiroho, hekima na utumishi wa kweli kwa waumini wa imani ya Kikatoliki. Alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1955 huko Chicago, Illinois nchini Marekani. Tangu akiwa kijana mdogo Prevosti alionyesha upendo wa dhati kwa masomo na imani ya Kikristo. Alipata shahada ya kwanza ya sayansi katika hisabati kutoka chuo kikuu cha Villanova mwaka 1977. kisha akaendelea na masomo ya teolojia na sheria ya kanisa katika taasisi mbalimbali za kifalsafa na kidini huko nchini Marekani na Roma. Hii ilimwezesha kuwa mtaalamu aliyelimeka vyema katika teolojia na uongozi wa kiroho. Prevosti alijiunga na shirika la watawa la Mtakatifu Augustino mwaka 1977 na akawekwa wakfu kuwa padri mwaka 1982. Alitumia sehemu kubwa ya maisha yake ya kipadri nchini Pelu, ambako alifanya kazi za kimishonari na kielimu kwa muda mrefu. Katika kipindi hicho alihudumu kama mchungaji, mkurugenzi wa malezi na profesa katika mji wa Turiho. Huduma yake kwa watu wa Peru ilimletea heshima kubwa kutokana na moyo wake wa kujitolea, huruma na kujali maisha ya watu wa kawaida. Mnamo mwaka elfu mbili na moja aliteuliwa kuwa mkuu wa shirika la Mtakatifu Agustino duniani, nafasi aliyoshikilia hadi mwaka elfu mbili kumi na tatu. Baadaye mwaka elfu mbili kumi na tano aliteuliwa kuwa askofu wa Shilshayo huko Peru, akiendelea na huduma yake ya kiroho kwa bidii. Papa Francis alimtambua kuwa kiongozi mwenye maono mapana na uwezo mkubwa wa kusikiliza na kushauri, na hivyo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu alimchagua kuwa mkuu wa idara ya maskofu wa Vatican na rais wa tume ya kipapa kwa Amerika ya Latini. Kufuatia kifo cha Papa Francis, Cardinal Prevost amechaguliwa na mkutano wa makadinari kuwa papa mpya wa kanisa Katoliki akachukua jina la Papa Leo wa kumi na nne. Katika hotuba yake ya kwanza alisisitiza umuhimu wa amani, mshikamano na kujenga madaraja kupitia mazungumzo. La pace sia con tutti voi. Fratelli sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto

Alitoa heshima kwa Papa Francis na kuahidi kuendeleza kazi nzuri aliyoifanya huku akiweka kipaumbele kwa maskini waliotengwa na amani ya dunia. nostri quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma Mtindo wa uongozi wa Papa Leo wa kumi na nne unatawaliwa na unyenyekevu, mawasiliano ya wazi na upendo kwa watu wa tabaka zote. Anazungumza lugha mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Kiingereza, Kihispaniola, Kiitaliano, Kifaransa na Kireno, jambo linalomwezesha kuwafikia waumini kutoka sehemu mbalimbali za dunia kwa urahisi na ufanisi. Kwa ujumla, maisha ya Papa Leo wa kumi na nne ni mfano wa utumishi wa kweli wa kiroho unaotegemea elimu maombi na kujitoa kwa dhati kwa watu wa Mungu. Uongozi wake kama papa unatabiriwa kuleta kipindi kipya cha mageuzi ya kiroho, mshikamano wa kimataifa na kuimarisha imani miongoni mwa waumini wa kanisa Katoliki duniani. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale